Malak ya damu Zakaria zapira mrefu le nana atakutana nayo, alentinaumma karabwe samu amechelewa. Jafari Salum Kibaya ataonesha ubaya Kibaya, oh! Jafari Salum Kibaya ameonyesha ubaya mbele ya Musa Kamara pii atajilaum sana karabuasamukarabua shamu, shamu. atajilaum kwelikweli Mapigo na wana mwendo wanapiga mwendo. Jafari Salum Kibaya ni moja kati wa washambuliaji hatari kwelikweli. Mohamed Hussein macho amemtoka kishangaa, tazama kosa. Valentine na Umar alipiga pasi karabweshamuu, mw inspector akashindwa ku inspect mpira ule. Kacheza straiki nzuri kwa mguu wake wa kushoto, Jafari Salumu Kibaya. look at that, mpira ukaenda kudunda pale Spiderman. Musa Kamara alijaribu kucheza na ameuona atafuta upenyo. Na atakutana na mpira ule. Mohamed Hussein ametoa, mwamuzi anasema ni mkwaju wa penati. Kefa Kaiyombo referee kutoka Mbeya anasema ni mkwaju wa penati kwa Simba Sports Club. Ilikuwa ni mpira mrefu ambao aliucheza mchezaji wa Mashujaa, Simba akaurudisha ndani, mwamuzi akasema, Abdul Nasir na hili ndio tukio lenyewe. Mwenye jukumu la kupiga mkwaju wa penalti Mbida Ateba ah! falumo wanyika, Simba Sports Club anazinduta kutoka usingizini kupitia kwa mkwaju wa penalti wa Leonel Christian Mbida Ateba. Jukwani ni shangwe, Ateba alipiga sasa, wow wao boom, boom. Shakalaka shakalaka bum, ndani ya kamba, kipa amedaifu, lakini wapi! Makofi yanapigwa pale, weka pembeni kumtafuta shamu, wote wamepanda. Simba anatafuta Shomari Kapombe, anazunguka pale. Mwamuzi anasema nini? Ni fao? Mwamuzi anasema ni nje, Shomari anasema ni ndani hii bwana. Mwamuzi ame kunika mkojawa penati, bila shaka mwamuzi msaidizi nambari mbili, nyema Mwambashi, ndio akamwambia ni ndani ya penati area Shomari Kapombe, ile contact ilifanyika ndani ya penati area. Shomari salum Kapombe wana nafasi Ateba, Ateba, Leonel Ateba mtu ana mafua makali anapiga chafya na mafua yanatoka. Kelele inayosikika ni mashabiki wa Simba, yale yone yanayoendelea hapa, naona ni kama maajabu tu. Justin Mwakitalima bendera sasa juu. Ateba lipiga juu kabisa, nakotagia njiwa kule wotapenatek Abdu Nasiri ambaye ni mchezaji wa ndana angefanya nini? Utamlaumu bule tu, hakuwa na chakula wanacheza wengi wanapokuwa hawana mpira, na kwa sababu simba wanamiliki sana, na walazimukuwa wengi kwao. Kikipa na nahodha anaonyeshwa kadi ya njano Patrick Bansoitali wakati wanakwenda cheza kona Simba. Patrick Evans Muntali ndo captain wa kikosi cha Mashujaa. Inaonekana kuna mchezaji anaonyeshwa kadi ya njano Patrick Evans Muntali, second yellow card manake ni red card kwa goalkeeper huyu, nahodha. Ni nini kimetokea, Patrick? Huyo mtazame kwa ukaribu sana, Patrick Evans Muntali akauingiza mpira uwanjani Patrick Evans Mtali, wakati mpira unawekwa kwenye kona na Shomari Kapombe, yeye akaurudisha mpira mwingine uwanjani wakati anafahamu kwamba mpira hauwezi kuchezwa ama mpira miwili ikawa uwanjani. Ni kama kosa la uzembe hivi, hakukuwa na sababu yoyote kufanya alichokufanya Patrick Evans Mtali. Wakati wa Salum Mayanga akijadiliana jambo na wachezaji wake, wanaumiza kichwa, wa mashujaa wanafanya nini? Kefa Kayombo yuko na wachezaji wa mashujaa kwa utulivu mkubwa, wakawambia nenda huko vyumbani, anakwenda kwenye chumba cha kubadilishia nguo. Patrick Evans mtali wajezi nambari kumi na nane inabidi mchezaji mmoja wa ndani ya kadaka